Ha, hapa nilipo nipo katikati mwa mji wa Kisii ambapo msafara wake aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i ulikuwa umeanza mwendo wa sana eneo la Nyansiongo, na ha, hapa nilipo nilipokupia taswira jinsi hali ilivyo katika eneo hili la na kila mmoja kwa katikati mwa mji usiku hili ya leo ee hapa na hawa ni wa

hapa akiwa naye gavana wa kaunti ya Kisumu, Simba Arati, pamoja na gavana wa Nyamira, Amos Nyarindo, na vile tunaona akiandamana na viongozi mbalimbali katika eneo zima la Kisii, wabunge kadhaa kutoka Kitutu Chache Kusini eh, Anthony Kibageni, na vile tunaona wabunge kadhaa kutoka maeneo ya a, Nyamira, wakiwa wameandamana naye aliyekuwa waziri wa usalama Fred Matiang'i. Katika hotuba yake katika eneo la la eneo Keroka, Matiang'i amesema kwamba yuko tayari sasa katika mchakato huu mzima wa kushirikiana na viongozi wengine kote nchini kama njia mojawapo tu ya kutua uongozi wa taifa hili. Ninavyotazama hapa, hii ndio hivi ndivyo uh, taswira ilivyo. Kuna baadhi ya wananchi ambao kwa sasa wanaendelea kumlaki uh, mahali ambapo Matiangi kwa pamoja na viongozi mbalimbali wa kaunti ya Kisii na Nyamira wanatarajia kuingia sehemu ambapo tulipo kwa sasa muda yoyote e, kutoka sasa. Wananchi wamekuwa wakisema kwamba kutokana na hali ngumu ya maisha ndio maana sasa wanataka kiongozi ambaye atakuwa akikabili e, masuala ambayo wananchi wamekuwa wakilalamikia, akiwa masuala ya afya, masuala ya elimu aka uia, na wananchi hapa wanasema kwamba ni wakati wa Matiang'i, ili kuweza kubadilisha kua. Tukamtarajia hapa atakapofika hapa na viongozi mbalimbali, atakuwa anahutubia umma, kisha atakuwa na msafara mwingine wa kuelekea katika kaunti ya Nyamira. Atakuwa akipitia maeneo ya Komera wanamira kisha waelekee Kemera, maeneo ambayo yanajulikana kama Kemburugo, kuna kitu kama kile kile, maeneo ya Kikonge Kikonge, watakamatisha shughuli ama ziara yake katika mazima la Gusii.

Shukran sana Chrispine, pole. Kumekuwa na makelele mengi, tumekuwa na wakati mgumu sana kuweza kusikiza, lakini na inaimu...